Hakika tumemuumba mtu katika tabu. Ayahsabu an la yaqdir alayhi ahad ati, anadhani hapana yeyote atakayemweza. Yaqulu ahlaktu mala lubada, anasema nimeteketeza mali chungu nzima. Ayahsabu an lam yarahu ahad ati, anadhani ya kuwa hapana yeyote anayemona Alam najialahu aynain wa lisana wa shafatayn Kwani hatukumpa macho mawili na ulimi na midomo miwili wa hadaynahu najdain na tukambainishia njia zote mbili falaqtahama al aqaba lakini hakujitoma hakuingia kwenye njia ya vikwazo vya milimani wa ma adraka mal aqaba na nini kitakujulisha ni nini njia ya vikwazo vya milimani? Fakku raqabatin aw it'aamun fi yawmin dhi masghabah. Kumkomboa mtumwa au kumlisha siku ya njaa. Yatiman dha maqrabatin aw miskinan dha matrabah. Yatima aliye katika jamaa wa karibu ndogo.

walladhina kafaru biayatina hum ashabul mashamah, lakini waliozikataa ishara zetu, au ndio watu wa shari wa kushotoni. Alayhim narun musada, juu yao takuwa moto tuliofungiwa kila upande. Bismillahirrahmanirrahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehma mwenye kurehemu. washamsi wa duhaha, na hapa kwa jua na mwangaza wake. walqamari idha talaha, na kwa mwezi unapolifuatia. wannahari idha jallaha wal layli idha yaghshaha, na kwa mchana unapolidhihirisha na kwa usiku unapolifunika. Wa samaa wma banaha, na kwa mbingu na kwa aliyeijenga. Wal ardi wma tahaha, na kwa ardhi na kwa aliyeitandaza. Wa nafsi wma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, na kwa nafsi na kwa aliyeitengeneza kisha akaifahamisha uovu wake na wema wake.

Kwa hiyo Mola wao mlezi aliwaangamiza kwa sababu ya dhambi zao na akawafuta kabisa. Wala yakhafu uqbaha, wala yeye haogopi matokeo yake. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Allah, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu Na hapa usiku unapofunika na mchana unapodhihiri, na kwa aliyeumba dume na jike, hakika juhudi zenu bila shaka ni tofauti. Ama mwenye kutoa na akamcha Allah na akalisadikisha lililo jema spes ama mwenye kufanya ubakhili na asiwe na haja ya wenzake na akakanusha lililojema, tutamsahilishia yawe mazito na mali yake yatamfaa nini atakapokuwa anadidimia. Hakika ni juu yetu kuonyesha uongofu, na hakika ni yetu sisi akhira na dunia. Basi nakuonyeni na moto unaowaka atauingia ila mwovu kabisa, anayekadhibisha na kupa mgongo. Na mcha Mungu ataepushwa nao, ambaye hutoa mali yake kwa ajili ya kujitakasa na wala si kwa kuwa yupo yeyote aliyemfanyia hisani ndiyo anamlipa, ila ni kutaka radhi ya Mola wake mlezi aliyejuu kabisa, naye atakujaridhika.